Karibu kwenye The Pharmacist Show. Kipindi hiki kitakuwa kinaruka kutoka katika department ya pharmacy kila wiki inshallah. Ndani ya The Pharmacist Show tutakuwa tuna segment nne tofauti tofauti. Segment ya kwanza tutajifunza kuhusiana na je, wajua. Katika kipande hiki kuna drug fact nyingi na za kutosha, tutajifunza kwa pamoja, lakini katika segment ya pili na kipengele kinaitwa usichukulie poa. Ndani ya usichukulie poa pia tutajifunza mambo tofauti tofauti about drugs, lakini kipengele cha tatu tutakuwa tuna ndani ya box. Ndani ya boksi tutajifunza aina ya dawa mojawapo katika kila kipindi, namna inavyofanya kazi, matumizi yake, lakini pia usahihi wa matumizi ya hiyo dawa. Katika segmenti ya mwisho ambayo ni ya nne, tutajifunza ama tutazungumzia za ndani zaidi. Kuna tafiti mbalimbali zinavumbuliwa kila siku kutoka katika mashirika ya dawa ya kiserikali, lakini pia mashirika ya ulimwenguni, mfano WHO na mashirika mengine. Lakini kwenye segmenti ya tano, tutakuwa tuna neno la wiki. Karibuni tujifunze kwa pamoja. Je, yeah, wajua kwamba dawa ina mwingiliano na chakula ama kinywaji? Kitaalamu tunaita drug interaction. Drug interaction interaction inaweza ikatokea baina ya drugs na food ama drugs na drug. Hapo ikitokezea katika mwingiliano huu, kuna madhara tofauti tofauti, kuna madhara hasi lakini pia na madhara chanya. Usichukulie poa kuchanganya dawa pamoja na chakula, lakini dawa pamoja na kinywaji. Kwa mfano, kuna dawa ukichanganya na chakula itakupa madhara ambayo ni positive, au tunasema madhara chanya. Mfano, dawa ya malaria ambayo ni ALU, kwa kirefu chake inatambulika kama artemether plus lumefantrine. Ukitumia dawa hii pamoja na chakula, kwa mfano chakula chenye mafuta ama kinywaji chenye mafuta, mfano maziwa, dawa hii itapelekea kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kwa sababu yenyewe iko lipid in nature, ama tunaita iko ndani ya lipophilic. Inapokutana na mazingira ya lipid katika stomach, inapelekea kufanyiwa kazi kwa urahisi zaidi, kwa hiyo mtu atapona malaria kwa wakati, lakini pia Kumbuka, usichukulie poa pia kuchanganya dawa na baadhi ya vinywaji. Kwa mfano, ukichanganya metronidazole kwa kinywaji aina ya pombe ama any alcohol ingredients itakupelekea madhara ambayo ni hasi madhara hayo, itakupelekea utapata effect ijulikanayo kama disulfiram like reactions ambayo mwisho wa siku inakupelekea kupoteza maisha. Hivyo basi kumbuka. Usichukulie poa kuchanganya chakula na dawa pasipo kupata maelekezo kutoka kwa mhudumu wa afya. Unapokuwa unachukua dawa zako, kumbuka kumuuliza mtaalamu wa afya ni vyakula gani unapenda kutumia na vyakula gani usipende kutumia. Tunaendelea kwenye ndani ya box. ndani ya boksi leo tutagusia dawa ya malaria ambayo ni Artemetha plus lumefantin, ama alu, bado hatujaiacha, tunaendelea nayo mpaka tuimalize. Alu ni drug of choice ama ni dawa iliyopendekezwa kutimika kutibu malaria. Hapa kuna mchanganyiko wa dawa aina mbili ambayo ya kwanza ni atemetha, alafu ya pili ni lumefantin. Zote kwa pamoja zinatumika kutibu malaria lakini apart na hapo, dawa hii pia ina dozi yake. Dozi yake inaweza ikatolewa kwa kuzingatia uzito ama kuzingatia umri kutokana na rizoni za kitabibu. Lakini apati na dozi yake, dawa hii pia ina contra indication. ama kuna mtu hatakiwi kutumia dawa hii Mtu wa kwanza ambaye atakiwe kutumia dawa hii ni mtu ambaye ana aleji na any ingredients ama kitu chochote ambacho kiko ndani ya dawa hile ambaye ni artemetha plus lumefantin. Kama una aleji nayo, basi hautaruhusiwa kutumia dawa hii. Apart na huyo mtu, pia mtu mwingine ambaye haruhusiwi kutumia artemetha plus lumefantin ni mama mjamzito, kwa sababu inamsababishia efekti ya teratogenic fact ama tunasema inaenda kumuathiri yule mtoto ambaye yupo tumboni, lakini hususan huwa inakuwa katika miezi mitatu ya mwanzo, ama tunaita first trimester. Lakini apart na kwamba dawa hii pia ina contraindication, pia dawa hii ina drug interaction ama tunasema mwingiliano wa dawa hii na dawa nyingine, ambayo unaathiri kwa namna moja ama nyingine ufanisi wa dawa hii, kwa mfano Atemetha plus lumefantin inaingiliana na dawa tofauti tofauti, kwa mfano rifampicin, ambaye rifampicin dawa hii inatumika kutibu TB. Kwa hiyo utakapokuwa unatumia dawa ya malaria ambaye ni alu pamoja na rifampicin, utakuwa unaathiri ufanisi ama utendaji kazi wa dawa ya malaria, lakini pia ina interact na dawa za kiantibiotics. Dawa gani za kiantibiotics? Kuna antibiotic, kuna grupu la dawa linatambulika kama macrolide. Makloridi kuna dawa tofauti tofauti, kwa mfano azithromycin wengi wanaita azuma, kuna clarithromycin eh. Sasa ukichanganya dawa hii ya azuma pamoja na dawa ya malaria, kwa namna moja ama nyingine, unaathiri athiri utendaji kazi wa dawa ya malaria, lakini pia tuliona dawa hii hapo juu ina mwingiliano na vyakula kwa mfano, ukinywa dawa ya malaria pamoja na chakula ambacho kina lipidi ama kina mafuta inapelekea kufanya kazi kwa ufanisi, au kinywaji mfano maziwa, inakupelekea kufanya kazi kwa ufanisi. Lakini pia dawa hii ina madhara tofauti tofauti, ama ina side effect tofauti tofauti, kwa mfano unaweza ukapata nausea ama kichefuchefu unaweza ukapata vomiting ambayo inakupelekea kutapika, lakini pia inaweza ikakusababishia GIT disturbance, ambayo other side effects ambazo zinaweza zikavumilika kone za ndani zaidi. Tafiti zinaonyesha ulimwenguni kwamba malaria inaweza ikazuilika. Sasa leo kwenye zandani zaidi, tunataka tuchimbe namna gani unaweza ukaizuia malaria. Kwanza kabisa, bila ya shaka au bila kutia hofu, mtu atakapokuwa anaumwa malaria, yeye anakuwa kang'atwa au kawa bited na mosquito ama mbu. Sasa tunaweza tukazuia malaria kwa namna gani? Tafiti zinaonyesha kwamba ili uzuie malaria, kwanza unatakiwa udili na mazalia ya mbu katika maeneo ya nyumba yako. Mfano, mazalia ya mbu yanaweza yakawepo kwenye vyanzo vya maji, kwenye nyasi ambazo zinazunguka nyumba yako. Kwa hiyo unatakiwa ufanye clearance, usafishe, uhakikishe eneo unaloishi ni safi, haliruhusu mbu kufanya mazalia ama kutaga mayai yake. Lakini pili, unaweza ukafanya preventives ya malaria kwa kutumia hizi dawa dawa ambazo ziko za aina tofauti tofauti katika dunia ya leo, unaweza ukachoma. Kuna dawa za kuchoma, lakini kuna dawa za kupuliza ambazo zinatambulika kama mosquito repellents, lakini pia kuna dawa za kupaka pia. Unaweza ukapaka katika ngozi yako, mbu akija anadondoka, unakuwa umezuia malaria kwa namna hiyo. Lakini pia kumbuka, kuna net, usichukulie poa, jitahidi kulala ndani ya chandarua. Jilinde, tibu mapema, okoa maisha. Mwisho wa kipindi cha leo ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Usisahau kulike, kucomment, kushare, lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification ya vipindi vijavyo. Asanteni.